Uongozi wa Azam Media Limited umesema unaendelea kuthamini uh, mchango wa mwanahabari nguli marehemu Charles Hillary ambaye alikuwa chachu ya mafanikio kwenye kampuni hiyo kutokana na mchango wake uliowezesha Azam Media kuwa taasisi bora nchini. Afisa uendeshaji wa Azam Media Limited divisheni ya utangazaji Yahya Muhamed ameeleza hayo mara baada ya kutoa pole kwa familia ya marehemu Hilary Charles Hillary aliyefariki dunia Mei 11 mwaka huu na baada ya kuzuru kaburi lake katika maeneo ya Mwanakwerekwe, Unguja, Zanzibar. Mafanikio ambayo tunayaona leo katika vituo vyetu na katika taasisi yetu, marehemu Chaza ana mchango mkubwa. Amekuwa ni miongoni mwa wafanyakazi wa mwanzo kabisa ambao walikubali kuondoka katika mataifa ya nje wakiwa wanafanya kazi kama diaspora, kuja kuungana na sisi kwa lengo moja tu la kutumia weledi wao na maarifa yao ili kuweza kuwapa watanzania Um, um, ubora katika matangazo ya televisheni na haya, ataendelea kuishi katika mioyo ya wana Azam Media lakini taendelea kuishi katika historia ya Azam Media kwa vizazi na vizazi. Na tumekuja hapa na tumepata nafasi ya kwenda kumwona mjane nyumbani kwake, lakini pia tumekuja kwa makaburini uh, kufanya dua ya pamoja kumwombea mwenzetu ambaye ametangulia mbele ya haki. Mwenyezi Mungu endelee kuyafanya makazi yake alikolala kuendelea kuwa salama wakati wote, lakini aamini tu kwamba tunamkumbuka Uh, tuendelea kumisi lakini, wote safari yetu ni hii, na hii inaonyesha namna gani mshikamano wa Azam Media, watu ambao wanaishi kama family moja, na hii inatia nguvu, sio katika kazi tu kwa pamoja, lakini pia katika shughuli za misukosuko na faraja. Uh, ni lazima kukutana na kuungana nguvu kwa pamoja. Tunashukuru sana na tumemwombea dua mwenzetu. Mwenyezi Mungu azidi kumlaza mahala pema peponi, amin.